Agenda mama ni amani ya nchi yetu. Sasa amani, hakuna mahali popote patakuwa na amani ya kweli kutoka moyoni bila haki. Kwa hiyo bila shaka kwamba chini ya IPI chini ya kiongozi mkuu Wilson George Muguza litaleta chachu kwa Watanzania, lakini nafikiri pia itakuwa ni sehemu ya kuwashauri hata viongozi na wakati mwingine hata wabunge wenyewe wakikutana hivi pembeni, wabunge walioteuliwa e, walioteuliwa na IPI na wabunge waliochaguliwa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninaamini wakikutana hivi watabadilishana mawazo. Kwa hiyo kitendo cha kubadilishana mawazo maana yake mawazo ya amani na fikra za amani zitaingia kwa kila Mtanzania. Kwa sababu kwenye falsafa ya amani ama vurugu ya aina yoyote, tunasema chochote kile kinaanza katika sehemu kuu tatu. Kwanza, mtu anaanza kupata fikra eh, iwe nzuri au mbaya, lakini inaanzia kwenye fikra. Lakini pili, huyu mtu anakuja kusema ana, anasema ana, anaongea sasa. Akitoka kwenye kuongea sasa, ndio huyu mtu anakuja kutenda. Kwa hiyo zile fikra za uharibifu fikra za kuondoa eh, kuondoa amani ya nchi yetu zikiharibiwa kwa Watanzania, zikiharibiwa kwa Wakenya, zikiharibiwa kwa Waganda, zikiharibiwa kwa Wakongo, zile fikra mbaya, bila shaka tutaishi kwa amani, na mapolisi na wananchi watakuwa ni marafiki. wanagonga chairs. Katika hafla hiyo ya uzinduzi wa bunge la amani la Tanzania wanachama wa taasisi ya International Peace Information IPI wamemkabidhi tuzo rais wa taasisi yao Profesa Wilson Munguza kutambua mchango wake kwa jamii kuhusu ulinzi wa amani nchini.